Bismillahir Rahmanir Rahim, wengi husoma Suratul Ikhlas kila siku, lakini wachache wanajua siri yake kubwa. Sura hii imebeba nguvu ya ajabu na kinga isiyo na mfano. Ukijua siri yake hautaiacha tena. Tazama hadi mwisho wa video hii ujue nguvu kubwa iliyofichwa ndani ya Suratul Ikhlas Ujue jinsi ya kuweza kuisoma sura hii na faida zake pia, ujue ina faida gani unapokuwa unaisoma Suratul Ikhlasi. Ndugu yangu mpendwa, leo tunazungumza kuhusu sura fupi sana lakini yenye nguvu kubwa sana. Ni sura ambayo e, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliita kwamba ni theluthi moja ya Qurani, sura ambayo imebeba siri ya upendo wa kweli kwa Allah subhanahu wa taala, sura ambayo wengi katika waislamu wanaifahamu. Yani ni sura ambayo inapendwa na Waislamu, yaani mtu anaweza asiweze kusoma Qurani baadhi ya sura kwenye Qurani, lakini akawa amekariri sura hii ambayo ni sura pendwa sana, maneno yake: qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ikiwa sura hii unaiweza una, basi naomba unaandikie hapo chini kwenye komenti. Kwa hivyo ndugu zangu, ni eh, maana ya sura hii unapokuwa unasema Allahu samad maanake ni kwamba yeye ndiye anayejitosheleza kwa kila kitu na kila kitu kinamhitaji yeye. Ukisema lam yalid wala myulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Ukisema eh, lam yalid wala myulad, hakuzaa wala kuzaliwa, yaani yeye hana mwana, hana wazazi, hana anayeweza kufanana naye wa lam yakun lahu kufuwan ahad, hakuna yeyote anayefanana naye. Hii ni sura ya tauhidi safi, sura inayomvua mwanadamu kila aina ya ushirikina na kumrudisha katika nuru ya upweke wa Allah subhanahu wataala. Mtume wetu Muhammad alisema qul huwa llahu ahad inalingana na theluthi moja ya Qurani. Eh, sahaba mmoja alikuwa akiisoma kila siku kabla ya kulala. Watu wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini mtu huyu anairudia kila siku? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mwambieni kwamba Allah amempenda. Fikiria, unapoisoma Suratul Ikhlasi kwa upendo, basi Allah naye anakupenda wewe. Hii siyo sura ya maneno tu, ni sura eh, ya unyenyekevu, ya imani, ya kweli. Kwa hivyo mtume alifundisha kwamba atakayesoma Suratul Ikhlasi mara tatu Allah atamjengea nyumba peponi. Fikiria nyumba peponi, sio kwa imali, sio kwa elimu, bali kwa sura fupi yenye maneno 15 pekee. Ndugu yangu, hii ni rehema ya Allah kwa waja wake. Kwa hivyo ukisoma mara tatu kila siku Allah anakutengenezea makazi milele huko peponi. Kwa hivyo faida, eh, faida zake kwa maisha ya mwislamu, faida ambazo mwislamu anazipata endapo anapokuwa anayesoma sura hii fupi, sura yenye sura ambayo ina maneno machache sana, lakini faida yake ni kubwa mno. Moja, faida ya kwanza ambayo muislamu anaipata Eh, inakupa ina imani ya ndani, unapata imani ile ya ndani. Wakati unaposoma kwa moyo safi, unahisi dunia ikitulia. Pili, ni kinga dhidi ya uovu. Soma, mara soma pamoja na Suratul Alfalaki na Suratul Nas asubuhi na jioni, Allah atakulinda na jicho baya, hasadi na shari zote. Tatu, eh, inasafisha roho. Kila mara unaposoma unajikumbusha nani wewe na nani Mola wako. Nne ni nisa, sadaka ya maneno, kwa sababu kila herufi unayosoma ni thawabu kubwa machoni pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni namna gani ambavyo naweza kuisoma sura hii, ili kwako iwe ina faida kubwa sana. Moja e, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma Suratul Ikhlas asubuhi baada ya alfajri, sawa. Jioni pia, jioni kabla ya magharibi, na usiku kabla ya kulala. Hivyo na wewe ujitahidi sana sura hii uwe e, ukisoma muda ule wa kulala sawa au asubuhi kabla alfajiri, na jioni kabla ya magharibi. Soma mara tatu kila wakati huo. Wakati mwingine unaweza kuisoma unapohisi huzuni au uoga au hofu, unaona? Kwa hiyo hii ni dua yenye nguvu ya kufukuza giza la ndani. Kwa hivyo, hebu sikiliza kisa cha Muislamu aliyeishi na Suratul Ikhlas. Wapo waliokuwa maskini, wagonjwa, wenye huzuni, lakini kila siku walishikamana na Suratul Ikhlas. Kuna mwanamke mmoja huko Madina alikuwa akisoma qul huwallahu ahad kila mara alipokuwa akihisi hofu. Alisema kwamba kila mara nikisoma, moyo wangu unatulia, kwamba kila mara ninapokuwa naisoma sura hii moyo wangu huwa unapata utulivu, najua kuwa niko chini ya ulinzi wa Allah. Hii ni nguvu ya kweli ya sura hii, inaponya moyo wako. Ndugu yangu, dunia imejaa kelele, huzuni na vishawishi, lakini Suratul Ikhlas eh, ni ulinzi wa moyo, mahali pa amani unapokimilia, unapochoka Wakati wengine wanatafuta utulivu kwenye dunia, wewe tafuta utulivu kwenye qul wallahu ahadi, dua ya kufungua mambo yako yote. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ayatufanye tuwe miongoni mwa wanaoipenda Suratul Ikhlas na wanaoishi kwa maana yake. Ndugu yangu mwislamu, tujenge nyumba peponi kwa baraka za qul wallahu ahad.